Naambia ndugu yangu, juzi mmekiwasha bana, kama mmejipata hivi ya ndio, unaiona una Simba ikicheza katika mpira wa umbo. Yaani shape fulani inacheza mpira wa UEFA hivi, fulani umeona bana na tu, ukiangalia timu mbili zimecheza ambazo mpira wao unafanana. Yaani wote wanacheza mpira wa pasi nyingi, umeona ufundi, umeona bana. Kwa hiyo Simba Sports mpaka sasa hivi tumepata kocha pendevu au tunaweza kumuita meneja, ana mifumo mizuri. Timu ni kitu kigumu sana ikatanguliwa kufungwa, alafu kaja kaja kufanya comeback na ikarudisha matokeo pia akapata ushindi ya yeah. Kama zile la mazenu na kelele mzo kwa mnazitoa kwa viongozi zilifika mpaka wamefanya usajili bora. Ukiangalia kikosi cha Simba wachezaji wanaanza na wale wako bench ni kama quality zinafanana, ndio kitu ambacho tunachokitaka sisi, na ndio Simba ambao sote tunaitaka, kwamba shida timu yote inafungwa. Je, unapofungwa una uwezo wa kufanya comeback na kupata matokeo? Tunaiona simba hiyo sasa hivi, unafungwa, inafanya comeback, tunarudi tunashangilia. Kuna baadhi ya timu hapa Tanzania ipo au lipo timu likifungwa hapa goli inarudi baba, lakini tunaiona simba inafungwa, inafungwa, inafanya comeback, kocha anafanya maamuzi mazuri, timu inapata ushindi, wanasimba tunashangilia, tunaondoka, timu yetu tunaiona na tunaipenda uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Mchezaji kama Morris Abraham kiongozi anazidi kupanda. Ameingia kipindi cha pili kaonyesha uwezo wa hali ya juu, katoa assist moja ya goli. Amzungumzeje mchezaji wewe? Morris ni mchezaji mzuri sana, sio mzuri, ni mzuri hatari. Yani, unapomwongelea Morris Abraham unaongelea mmoja wa mchezaji bora kutoka Tanzania, na inawezekana msimu huu tukaona Morris Abraham akafanya mambo makubwa, na ikiwezekana akachukua title MVP. Ukiangalia ok, mikimbio yake like uwanjani, uchezaji wake ni ule mpira wa kisasa, mpira wa sayansi Unaona, unamuona, ndio mpira Morris. Ana mikimbio mizuri, anajua kupangilia mikimbio, ana akili, ana skills, ni mchezaji bora, ni mchezaji mzuri. Na mimi pia, unamzungumziaje mchezaji kama Alassane Kante? Wachezaji bora sana. Yaani tumepata majibu kwa sababu kuna vijana walisema kwamba Simba msimu huu kwamba ile document yetu ya kutafuta wachezaji wamechukua upande wa pili. Yaani wamechukua Yanga kwa wachezaji wetu wamechukua kwa Yanga. Ila mpaka sasa hivi tunaona majibu sahihi tunayaona. Ukilinganisha viwango vya wachezaji hao uwanjani, ukiangalia Yanga akiwa anacheza, ukiangalia Simba akiwa anacheza ndio utaona kwamba Simba alikuwa sahihi kwamba wachezaji ambao Yanga amewachukua sisi hatukuwataka. Tuna wachezaji wetu na wachezaji hatari unamuona kama huyo ule muongelea Hassan Kante anacheza, unamuona nafasi yake, ana uwezo unaona kabisa, kiungo ambaye sisi tunamtaka design ile ni mchezaji mzuri yani. Kufupi, msimu huu Simba wachezaji wote waliosajiliwa, wachezaji wenye quality kubwa, wenye uwezo mkubwa, wana play, unaona kabisa wanacheza, wanakupa wanachotaka, wanacheza mpira wa kisasa. Kwenu kuna furaha, lakini we mwenyewe kwenye peji yako umemposti kijana kutoka upande wa pili, Prince Dube yupo kwenye hali mbaya kwa sasa. Uh, unaonekana sio unafurahia, ni unamwonea huruma, lakini unamwombea afunge watifu akiwafunga nyinyi. No, Dube, Dube, mimi ndio mtu naongoza kwa cheka Yanga na nilimcheka Dube sana tu, lakini kuna clip niliona mpaka nikajisikia vibaya, kwa sababu yeye pia kijana anapambana, anatafuta mafanikio yake. Unajua, leo hii wewe binadamu wewe hata wewe unakuja kutafuta afikia unachotaka, unapotafuta unakuwa unakosa, kwa sababu sio kama ungizwi mshahara wake, lakini anakuwa anaona kama vile anaipa mzigo Yanga kwamba yeye afungi afu yeye haifanyii kazi ila anaitafuta, wala ajisikia vibaya. Kwa hiyo kwa ile position niliyoiona, jinsi alivyo uwanjani, anavyoinuka pale. Kwa hiyo hata mimi ile clip ilinitia simanzi, si ndio? Lakini ni niliongea tu kwenye hali ya ubinadamu, sio hali ya kishabiki. Kwa hiyo pale, kile kitu kile kilinitouch jinsi ndugu alivyokuwa na position zake, unavyomwona. Kwa hiyo kitu kile kiliniumiza sana katika moyo wangu kwa sababu yule ni binadamu pia, umeelewa bwana. Ukitoa mambo ya mpira mambo ya ushabiki anatafuta hela, ana malengo yake na mafanikio yake. Alicheza mchezo wake, nadhani uliotazama walipata ushindi wa goli nne kwa moja. Kiwango cha Yanga, watu wanazidi kuzungumza kwamba kuna ukubwa wa timu inaweza ikashinda kwa ajili ya ukubwa wake. Na ndio kuna ile usemi unasema, unashinda afu una furaha afu na timu inashinda kutokana na quality ya uwanjani Yanga. Ndio pisho, pisho, afu una lolote. Yanga jinsi ilivyo sasa hivi kwamba inashinda kulingana na status yake ya ukubwa wake katika mpira wetu wa Tanzania. Ah, kwa kwa Yanga hii unavyoiona na lile kundi alilopangwa hatua za klabu bingwa kule, hatua ya makundi, unamuona Young Africans akienda kufuzu hatua ile na kwenye fika robo fainali, dua, dua, maombi, sala, watu tuswali, tufunge msimu wote, tuhangaike, tufunge dua Solution. Without God no option, no way. Yani Yanga hawezi kupita ukimtoa, okay, Mungu pale Yanga hawezi kuvuka. Ile kundi ni gumu she, una nchi tatu pale una Misri pale una Nigeria, una, una, pale, una, Nigeria, una Morocco, watu watatu. Hizo taifa zote ni taifa kubwa kwenye swala mpira. Lishazipambanua. Kwa hiyo ni mataifa ya Kiarabu, hafu pia yapo vizuri kwenye mpira. Sio Arabu tu, hafu wako vizuri kwenye mpira. Kwa hiyo tunaongelea Yanga ipo katika kundi danger zone group. Tunaita danger zone group stage. Kwa hiyo tunaionea huruma Yanga, tunaionea sana huruma. Kwa kweli kati tunavyomwonea huruma Dube ndio jinsi tunavyoonea huruma Yanga, yani kuna muda moyo unauma simanzi, kwa sababu kwenye kundi bumu alikuepo Yanga sioni Yanga akivuka. Na ikitokea Yanga kavuka lile kundi, nitaamini kweli mpira unauchawi. Yani nitakuja nita kusababisha niamini kweli mpira unauchawi, yani kwamba Yanga kupita kwenye lile kundi sio uwezo tena, itakuwa ni uchawi kwa, kwa, kwa, kwa, kulingana na kwaliti aliyokonaa. Hana kwaliti Yanga kuvuka lile kundi, hamna kwaliti hiyo. Yani Yanga hawana hiyo quality kwa... Nani atakuja kuivusha Yanga pale? Nani, mchezaji gani wanapako mezuzua Andy Boyle pale, inaburuza mkia, imefungwa michezo mitano, imeshinda mchezo mmoja, zilicheza timu zote mbovu. Mbovu na mbovu zaidi. Kwa hiyo sio kipimo sahihi eti kisa kuifunga KMC eti ndio useme kufanya compare katika lile group stage ni uongo. Kwa sababu kwa MC uwezo wake tunaujua, uwezo kufanisha na Farabat kufanisha na, na wale wa Nigeria, na pamoja nje ya Young Africans, nyinyi pia mpo kwenye kundi ambalo kila mtu analitazama kama ni kundi gumu. Unalitazama vipi kundi lenu ambalo mmepangwa Simba Simba sisi hata kutoka kundi gumu kiasi gani. hatujasema ile kundi jepesi ila kwa status ya Simba waliyotengeneza katika uso wa mpira tayari tushajitengeneza, kwa sababu tulipita nyakati zote Simba tulishaingia group stage tukiwa. Tulishaingia group stage tukiwa kwenye kundi gumu na timu ikiwa mbovu. Na tulishaingia group stage tuko kwenye kundi rahisi na timu ikawa nzuri. Kwa hiyo nyakati zote Simba sisi tushafuzu na ndio maana katika status za vichwa vya watu wa mpira wanaona na wanajua hilo yeah. Uh, okay kwa hiyo tuitarajie msimu huu Simba kuiona ya, ya, ya. Simba finali. ya robo naenda robo robo fainali Ima... shawa Simba naingia robo fainali. Mlitamani sana kukutana na Africans hatua ya makundi, lakini poti zikawa zimelingana. Pengine mnatamani kukutana naye hatua za mbeleni, ikiwa ikita, ik, ik, ik, ik, kama atafuzu atakutana na Yanga, na sisi tunatamani tukutane nayo makundi, wavuke tukutane nao, lakini kwa kundi ile hatuoni Yanga kuvuka Kikutana mtawaweza sasa apiga sasa. Sisi si timu bwana Yanga, bwana Yanga natufunga sisi kwa uchawi. Asi hata kule uchawi upa maza. Amna bwana wewe, ngoja tuone Yanga kama atavuka hapa faja kutengeneza. Yanga, kundi lake gumu hawezi kuvuka. Ndio maana nimesema mara ya kwanza kwamba Yanga hawezi kuvuka, kundi lake ni gumu. Nani narudia? Yanga kundi lake gumu hawezi kuvuka. Yani hawezi kuvuka lile kundi. No choice, no, no way. Avuki hapa Yanga, avuki, uniambie nini? Hapa mna Yanga. No way, no choice. Basi kwa hiyo msimu huu tutarajie Simba kufika hatua nusu finali, malengo yenu mlivyopanga, na pia kutetea, e, kuchukua ubingwa, kurudisha makombe nyumbani. Iyo ndo tete, ma target yetu, main target ndio hiyo, kwamba mnaikosi bora sana kwa namna hiyo, Simba, Simba ni bora sio ikosi bora. Simba ndio timu bora mpaka sasa hivi, yeah, uweze kufananisha na timu nyingine yote Tanzania bara. Kwa sababu Simba, Simba na timu yenye wachezaji wenye quality, wenye passion kila kitu. Alisikika shabiki mmoja wa Simba akisema Simba ina uwezo wa kucheza mechi mbili ndani ya siku moja, kwa hiyo ikosikile... so, si, si, mechi tatu mfululizo siku moja, moja, moja. ya ya tuna uwezo huo Simba, unaionaje hivi wewe unavyoiona, unaionaje? Simba ina quality. Musa pin, Kamara, pin, yupo lakini Yakub eh, Suleiman anakava nafasi yake vizuri, anakava vizuri na timu inapata matokeo vizuri tu. Yeah. Hatujamzungumzia Wilson, Nangu ambaye alipewa ameaminiwa na kocha na anafanya vizuri ana, kila anapopewa nafasi anaonyesha ana, ana alichonacho katika kikosi cha Simba. Nangu ni mchezaji mzuri. Hmm. Na mchezaji mzuri na ukimpa nafasi anakupa unamuona kabisa kiplay uwanjani anacheza nafasi yake. So Nangu tu namuona hata nani, nani, katikati kuna mtoto kutoka wapi? Nafasi ya Shabarala. ya unamuona akiplay na, nafasi yake timu kifupi Simba tumesajiliwa wachezaji wazuri msimu. Okay, kwa kumalizia eh, zungumza na mashabiki wa Simba kuelekea hatua ya makundi ambayo mnacheza uwanja wa Benjamin Mkapa. Mkumbuke Yanga Africans wakimbia waenda Zanzibar. Sisi hapa mashabiki wa Simba tujiandae kwenda kucheza robo. Yanga Zanzibar waache wakae kwa Zanzibar, sisi tushaingia tayari. Shukran sana. Shukrani.